Kile ambacho kilinifurahisha sana ni baada ya kuanguliwa kwa mayai wakatoka vifaranga, lakini tukaangalia wale vifaranga wakipigana busu mdomoni, bila shaka, na ikawa ndo raha zaidi kwa wale ambao wanafuatilia kipindi hiki. Kitotoa mayai ni incubate kwa lugha ya Kiswahili, kuna watu wanaita kiungua, kiangua mayai. Bila shaka, nimetaja tena kuhusiana na ile tunaita radiation kwa lugha ya Kiswahili tunaita mnururisho. Kwa yule ambaye angependa kuandika, ni muhimu sana ujue kwamba tunahitaji yote hayo. Sola inatupatia nguvu, lakini kwa wale ambao wanataka kujua tena nguvu ya sola tunahitaji, kwa Kiswahili tunaita nishati au kawi kwa, kwa wale ambao wanafuatilia. Lakini nisome kadhaa e, kuna bingwa naitwa Mwiti Fabiana anasema na kupata vema kabisa nikiwa tala, asante sana kwa kutufuatilia. E, na vilevile vile kuna Ndiwa Neli anasema anafuatilia kutoka Itale, na shukuru sana kwa kwa kwa kutufuatilia. Elison Surtan anasema nguvu ya jua anasema acha nifungue kabisa nijue. Anasema anahitaji sola, nafanya kazi yangu hasa, nikitaka kujua sola inafanya namna gani. Nashukuru sana Kelvin, anasema yupo eneo katika taifa la Australia. Nashukuru sana, asante kwa kutufuatilia. Kwa sikujua hata mnalima kule, nashukuru vile. Kama mnalima, tuambie, tunaweza panda ndege tuje tuone mnafanya namna gani. Kibet Festus anasema anafuatilia live, nashukuru kabisa. Beki anafuatilia vile vilevile. Eh, kuna Izabwa Kalistas anasema ni shabiki mkubwa kabisa wa kipindi cha Kenya's Gold. Abia Vincentia hii terer na kufuatilia kabisa tangu ulipozindua kipindi hiki hadi sasa, na furahi kweli kabisa. Nancy Naitei ndio anatufuatilia vilevile, anasema amezingatia kesho. Majaliwa basi tutatazama makala kuhusiana na bingwa ama binti ambaye anageuza taka kutumika baadaye kuwa cha maana kabisa. Anafanya namna gani yule binti? Tulifuatilia habari yake na baadaye tukakuandalia, kusubiri kesho. Basi itakuwa ni radhi uketi papo hapo kitako ufuatilie, kwa sababu tunakuenzi sana. Mbona tunageuza uh, taka kuwa cha thamani, inafanyweje? Bila shaka sitakuepo kesho, lakini Ngina atakuepo kusukuma gurudumu hili kwako. Itakuwa raha kabisa kwa sababu tunakuenzi wewe. ni semeje? Sasa, salia na Mwenyezi Mungu tunakueiwewenisemeje sasali namwenyezimunguumu tutafaulu sana. Jina langu ni Emmanuel Terer. Arsenal, tutarajie mwaka unaokuja.